Neno la Mungu humpa mwanga mtu au mamii kwa kila hatua ya maisha yako. Kadi anapiga hatua ya maisha yako, neno la Mungu linakupa mwanga wa njia yako, ni taa ya miguu yako, usifamie, ni mwanga unaokusaidia macho yako ya nyama haya yasaidiwe, kwa sababu inapofika usiku hauwezi kuona vizuri. Sisi sasa, watu wa Mungu, hata hapa eneo tunaona kwa sababu ya mwanga tunaona sasa hapa, yeah, kwa sababu ya neno la Mungu. Hatuzungumzi kama Biblia tu, lakini lote ni neno la Mungu, ukikataa wenzako wanaifuata hatuwezi kukataa, kwa hiyo Neno la Mungu ni kiongozi wa maisha yako. Sio hivyo tu. Neno la Mungu inaonyesha haina lazima sana jinsi ambavyo neno la Mungu. Haina lazima sana kuona ramani ya maisha yako yote. Sikiliza. Na ndio hapa tulikuwa tunafundishwa hapa kuhusu kuona ile picha. Si ndio? Ndio Mungu tumejifunza hapa. Ukiwa na neno la Mungu, kwa sababu amesema ni taa. Ni taa ya miguu yako. Ni mwanga wa njia yako. Na niongoza. Kwa hiyo inamaanisha nini? Unaweza kuwa usione sana miaka kumi ijayo utakuwa wapi. Hiyo sio shida. Shida ni je, ulipo naona ulipo nakuelekevujsha yako naje, nataka niende nisoma. Je, unaona nje ya kusoma? Sikizeni. kama mtu anakosa kuona anapopele atakaa chini Mungu au aidisha safa si auone. Ndio maana bila sababu, pasipo maono watu ushindwe kujizuia. Kuna watu wanafanya dhambi kwa sababu hawajoni, hawawaoni hawa njia yao. Mtu anaona njia yake, anaona maono yake. Hata kama anaona hapa alipo, haoni miaka kumi ijayo, sawa, sio shida, lakini anaona alipo hapa. Mimi si mtu mbadala, anachozungumza mimi shida hangu

najua najua mwanza na hapo. Kwa hiyo ninachoenda pale stand ninacho kinacho nisaidia pale kwenda na na stand, naona dereva anapoenda sawa. Na dereva sio shida de, kwa sababu anapoendesha gari sio shida kuendesha gari shi lake, kwa sababu anaona njia yake salama hapa. Lakini elekea wapi? Mwanza na elekea Dar es Salaam, na elekea Dodoma, na elekea kwa, kama ni ndege unapanda ndege, naelekea elekea sehemu fulani, na kama ni kwenye meli unapanda meli na elekea sehemu fulani, shida yako sio kwamba meli hiyo inaona inapoelekea isipokuwa inaona njia yake. neno la Mungu ni taa ya miguu yao, ni njia, ni mwanga wa njia yao. Wewe utakuona watoto wako wakoje na sura zao, so sio shida, lakini unaona njia yako lipo, na nilawatumisha Mungu amenao sasa. Kwa nini tunasema neno la Mungu ni taa au neno la Mungu lina nguvu kwenye maisha ya waamini? Kuna mambo manne, mambo manne ya kuonyesha kwamba neno la Mungu lina nguvu katika maisha ya waamini. Jambo la kwanza, linamsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi ya kila siku, kwa sababu neno la Mungu ni taa ya miguu ya mtu njia au mwanga wa njia yake. Neno la Mungu linamsaidia kufanya maamuzi ya kila siku. Mimi sijui maamuzi gani nataka kufanya sasa hivi, lakini ukiwa na neno la Mungu unafanya maamuzi sahihi. Mtu yeyote mwenye neno la Mungu sahihi ndani yake hawezi kuingia kwenye shimo bovu, hawezi kuingia ki kwenye kichaka kibovu. Mtu yeyote huwe mfanya biashara, uwe mkulima Uwe, uwe nani kama neno la Mungu, neno la Mungu linaenda na majira, neno la Mungu linaweza kuambia wakati sahihi. Kuna hofu, watu wamefanya maamuzi ya hofu mpaka leo, wanajutia siza watu wa Mungu ndio. Kuna watu wanasema ninge inaba, ninge. Kuna mtu alikasirishwa tu na jambo fulani, kwa mfano sasa hivi labda kazini Bosi amekorofisha au kufanya kazi ya kukorofisha. Anachukua maamuzi akiwa na hasira. Lakini mtu mwenye neno la Mungu anakwambia aje? Bwana hasira, lakini usitaje nini? Bwana Mungu anataka kukuhubiria, bado hajafanya maamuzi ya kwenda kumkatakata yule aliyekosea. Bado hajafanya maamuzi ya kwenda kumaliza yule ambaye alikosea. Inakuja anakwambia

utaumizwa sana utapingwa sana utawekewa maukuta sana, lakini Mungu anamdastaili. Tangu nikiwa chua kijana mpaka nakuwa mzee yes. Sijawahi kuona mwenye haki ameacha. Unasikia nguvu ndani yakona, unasikia ndani yake nguvu. Mwenye haki hawezi kuacha hata kama umetengeza hila, hawana shida, hila hazijawahi kushinda. Yes. Mwana wa Mungu, sasa inakujaje? Inakuja kwa sababu lipo ndani yako. Hii moja wapo inakusaidia kufanya maamuzi ya kila siku. Kuna vitu kwenye maisha yako unabaki wewe na Mungu wako, hakuna mtu anakuelewa situation. Kuna maeneo unapita, hakuna mtu anaelewa nakuja wapi, hata mke wako au mume wako juu

na usione watumishi wa Mungu hao wamevaa suti hivi hapa wakikueleza unapitia unaweza kukimbia, ananiambia kashaka kama niache. Na usione mchungaji, ndio maana Paulo anasema, mniombe. Ni kuona agizo la Paulo, Paulo aliweka wazi mniombe. Sasa utakwenda wengine atuambie kama mtuombe, unaona kama mchungaji labda ana imani hiyo, mambo anayepitia ukiyachungulia unaweza kukimbia, usikuti tena akakuta nalii, tatizo ni nini? hata na shida nimeelezeje? Na hata ni na naweza nisieleze si, vile ambavyo inatakiwa. Na maanisha nini pale? Kuna vitu au kuna mahali mavita kumeleza mume wako, unaona kama hatakuelewa hata mama yako au baba yako, unaona hakuelewi situation za maisha. Sasa unabaki wewe na Mungu wako. Ndio maana sikia, mtu alinyonga unasikia mtu anafanya nini, naona kuna mtu ameshtaki kampuni moja, mshauri mtoto wake akinyonga, sio kushauri kunyonga, yeye mwenyewe anataka kujinyonga kwa sababu nakuelekeza nanye, nakwambia fanya hivi. Sasa neno la Mungu inakusaidia kufanya maamuzi ya kila siku. Kuna maamuzi anakukuta papo papo, uko ofisini kwako, kwenye biashara yako, kwenye familia yako, unapaswa kufanya maamuzi. Hakuna mume wako, hakuna mke wako, hakuna mzazi wako, unapaswa kufanya maamuzi. Uko shuleni, uko chuoni, unapaswa kufanya maamuzi. Sasa kama hauna neno, utashindwa kufanya maamuzi, utashindwa. Ndio maana tunapiga kelele, hatulani, tunapigiza, jamani, someni neno la Mungu, liwe jua iwe mvua, maanake uumwe usiume, hata kama mimi, hata kama nikuta nimetundikiwa dripu

alisameka na karibu mstari. Lakini ule mkazo wa kusoma Biblia ni sio mchezo na shetani anajua huyu mtu akishajua neno akafanya vizuri atashindwa kuingiza kwenye hatari, kwa sababu kila kile kimeandikwa kimeandikwa. Huwezi kudanganywa na utafanya maamuzi sahihi. Hata kama utacheuka kibinadamu leo na Mungu anakubisha haraka ulienda kidogo hivi asha haraka unarudi haraka, una kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu lipo ndani yako. Kuna watu wanapotea wanapotea mazima na kuna watu wanapotea kidogo, wanarudi kwenye msaji haraka, kwa sababu neno la Mungu limewakumbusha ndani yao. Kama uko hapa bado unafanya maamuzi ambayo sio sahihi, maana yake neno la Mungu halipo ndani yako. Sisi tuko sawa sawa, watu wa Mungu. Yeah. Ina hekima ya kumsaidia um, mtu Neno la Mungu pale pale kwa maamuzi mengine, kwa sababu tumekosa hekima, hekima kufanya. Sio hivyo tu, au linamuongoza mtu katika njia ya uaminifu uaminifu na busara. Kuna maeneo yanahitaji busara, kuna maeneo yanahitaji uaminifu, kuna maeneo yanahitaji hekima, hiyo limebeba Mungu, Mungu yote, yote yo. Ile Methali tatu ule mstari wa tano mpaka wa sita, Methali tatu mstari wa tano mpaka wa sita inasema hivi: mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito wao, naye atanyosha mapito yako, naye atanyosha njia zako, mapito yote yao magumu sana, Bwana atanyosha. Amen. Sasa kwa sababu kwa sababu neno unaona kama ni kitu cha kawaida unaona kama hizi ni hadithi tu. Lakini Mungu mtakatifu yuko mahali hapa. Amen. Anaweza kukusaidia. Neno la Mungu linanyoosha mapito yako. Hata kama yamepinda pinda, pinda kama ukiwa na neno, neno unanyooshwa. Neno la Mungu linakunyoosha. Kuna watu hapa, tuna tabia zingine za asili. Kuna watu ni wachoyo automatically. Yani mchoyo. Yaani, tunakula chakula pale anahisi kama <coughs> <coughs> kuna mtu anaanza kuja kumuomba chakula anajizuia, ndio anajizuia. Yaani mchoyo, sio yeye nyumbani kwao alipozaliwa, hata anakuwa hivi, ni mchoyo tu. Au wana wa Kristo wachoyo? Si wako? Yaani chakula kwake ni tatizo, akisikia odi sahani ni uzuu. Au anarudisha. Hawezi kumkarimu mtu <laughs> kichini. Manake ni, ni tabia. Mtu anaweza kuwa na vitu sana lakini hawezi kupata chai, moyo wako unauma. Sasa rafiki, ukiwa na neno limezungumza tabia hizi utatoka limekataa watoe neno la Mungu limekataa, hasa ule uchoyo. Ndio maana inaenda mpaka mbali, wachungaji wanapata shida mbali mbali, unaanza kusema, kwa sababu uchoyo unatembea mpaka kwenye mambo ya Kimungu. Ule uchoyo, hasa ule uchoyo, kama uko ndani ya mtu, kupitia neno la vipi lazima unyoshwe, yananyosha la mapito ya mtu, neno la Mungu lanyosha mapito Bumish ya mtu. Kwa hiyo ni shida ya pili, nyakati za giza, kwa kujifunza nguvu ya neno la Mungu katika maisha ya mtu. Nguvu ya neno la Mungu katika maisha ya mtu. Jambo la pili, na tunajifunza mambo ambayo yanaonyesha kwamba neno la Mungu lina nguvu kwenye maisha ya mtu. Jambo la pili, nyakati za giza na kuchanganyikiwa linatoa faraja na mwana wa tumaini jipya. Sikiliza. Nyakati za giza na kuchanganyikiwa linatoa faraja ambayo faraja hiyo mwanadamu hawezi kukupa rafiki na mwanga wa tumaini jipya. Sikiliza ambao uonisikiliza kwa makini, ule wakati wa giza ambao hujui ufanye nini, unaangia tu hujui ufanye nini. naloa nindakubanisha, wakati watu wanafariki wanafariki, lakini hawajui msiba ulionao. Hawajui tukio lililokupata. Hawajui mtoto alionaye ni wa pekee mno, huwezi kupata mwingine na amefariki. Ni Mungu peke yake, ni neno la Mungu peke yake litakutoka kwenye hiyo hali nje na hapo. Na wewe tutakuimbia, tutakutana parapate kilie, tunaimba wa uzuri Maumivu ulionayo, hakuna mtu anaweza kukusaidia lakini neno la Mungu linaweza kukupa faraja. Nyakati za kuchanganyikiwa, nyakati za giza, neno la Mungu linakufariji kwa kiwango cha juu, kwa sababu ukitaka kufanya maamuzi fulani unakuja kwenye moyo wako, kwa sababu lipo ndani yako, natahezasbbaiuru yanu nuru yangu na nimekupata. Hata kama kuna kitu kizito, utasema ni mwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Hata kama kuna kitu kikubwa sana, utasema Bwana ni ngome yangu na uzima wangu, kwa sababu unanijua, nalipo ndani yako. Sasa kama una neno, hauwezi kufarikiwa. Kama una neno tatizo utaanza kuanza kujuta, utaanza kujipeleka kwenye mambo hayo. Kuna watu wamemwacha Yesu, na wengine wanaanza kuona, nisikiliza hapa, wamemwacha Yesu baada na ya kuna tatizo kuu, wakamwacha Yesu. Wengine walipo walipoomba sana, wajijibu maombi yao, wakamwacha Yesu. Sasa kama neno la Mungu ndani yako, na neno la Mungu liko ndani yako, wanako umeshajisoma liko ndani yako, haliwezi kuwa ndani yako kama muujiza. Sikizeni watu wa Mungu wa Mungu hatu neno la Mungu aliingia ndani yako, miujiza inaingia. Kwa kusikia inaingia, kwa kusoma wewe mwenyewe, kama unavyosikiliza hivi, ndio nakuingia kwa sababu lenyewe ni mwanga wa njia yako, ni taa ya miguu yako, ni kiongozi wa maisha yako, ni kiongozi kazini kwako. Hata kama unakuwa boss lakini anaona Mungu ni kiongozi, utafanya vizuri kwa sababu na kiongozi ambaye anakuongoza anakugaidi, usipite maeneo haya, usipite maeneo haya, yani, anakuongoza zaidi ya boss wako. Jambo la tatu, linachenga au linachonga tabia ya mtu na kuwa mwadilifu, linachenga au linachonga tabia ya mtu na kuwa mwadilifu. Wow, wao ndio nguvu ya Mungu. Mtu alionekana afaidi jamii Mtu alionekana hafai kwenye familia. Mtu alionekana hafai kwenye taifa lake. Mtu ambaye alionekana hafai kwenye kwenye, kwenye kwenye meno kaza wa kaza tabia ya Mungu. Hii ndio maana nilizungumza mchioni, leo lina uwezo wa kuchonga tabia yako, linaweza kuchonga, likakuchonga hata ile ambayo inaonekana ni mbaya moto ina mkera ya mtindo mkera mme wako emkino mkera mke wako emkino mkera wazazi wako emkino mkera wa waka wafanyakazi wenzako, lakini neno la Mungu likiingia ndani yako linakuchonga na ku shape unakaa umenyooka. Sikiliza, mtu aliye na neno la Mungu anaye Roho Takatifu ndani yake, Roho Takatifu anaanza kukuambia Usivae nguo hii. Unasema Mungu anaangalia mwili? anaangalia Roho asingekuwa anaangalia mwili, asingeuumba. Asingekuwa anaangalia mwili, asingesema mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kama asingekuwa anaangalia... una haki wa huu mwili kuulaza vizuri. Una haki ya huu ku, mwili kufanya ule vizuri. Una haki ya kufanya mwili kuhakikisha mwili una afya njema. Kwa sababu huwezi kutimiza maono yako bila kuwa na afya njema. Neno la Mungu linaanza kuambia vipi? Usivae hivyo. Usitembee hivyo. Usiende na mtu fulani na mgono. Usitembee na rafiki fulani. Roho anataka kusemesha kabisa na anakupa mstari ulioko ndani yako. Na na na wewe, kabisa kama anasema sawa, lakini anaanza kusemana na kichaa kukusemesha wewe yeah. Ndio, lakini kama unajua usikiza sauti ya Mungu utasikiliza, ina kitabu cha Mika 6:8 anasema hivi, ni kitabu cha Mika 6:8 anasema ewe mwanadamu, yeye anakuonyesha yaliyo mema, Mungu yo na Bwana anataka nini kwako? Safi <laughs> kabisa. Yaani, kuna Mungu amekuonyesha nini kwako na anataka nini kwako, una unajua, sasa unajua kupitia kwa Mungu Bwana anataka nini kwako na amekuonyesha nini unajua Eh, njoo njoo kuchoko kwenye ngo. Ila kutenda haki. Ila kutenda haki. Na, so, na, na, na wow. Mungu anakufundisha kutenda haki. Sio hivyo tu, na kupenda rehema, na kwenda kwa unyenyekevu. Na wow. Mungu wako wao. Hivi ndivyo Mungu anakufundisha namna kuenenda, namna kufanya atakao, peke yako unaanza kabisa sacho hata kukifanya sasa hivi hapa tukokosea Mungu wangu. Hivi ndivyo Mungu Jambo la nne na mwisho, ombe Mungu linazuia anguko la kiroho la mtu. Neno la Mungu linazuia anguko la kiroho la mtu au la mamili. Mungu ana uwezo huo. Kuna watu wanaenda kuanguka kabisa. Nimetoa mfano mdogo hapa wa mtu huyu. Alikuwa anataka kuanguka kabisa. Anaenda kudhalilisha jina la Yesu. Anaenda kudhalilisha maisha yake yote. Neno la Mungu linaweza kuzuia anguko lako la kiroho. Kuna watu wanataka kuanguka kiroho, kuna mambo ambayo wanataka kuyafanya, lakini kupitia kwa Mungu na yale maneno ambayo inakuja ndani yako na Mungu ndani yako, ulipoliweka Mungu ndani yako, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. ah saidia usiweze kutenda Mungu sana. Kwa hiyo neno la Mungu linazuia luulinazuya anguko lako.